Bwana asifiwe! Haleluya! Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake mara nyingine tena katika siku hii. Ni nafasi nzuri tu ambayo Bwana ametupa, ni kwa sababu, si eti kwamba sisi ni wazuri sana, si eti kwamba kuna mambo mazuri ambayo tumeyafanya, si eti kwamba kuna dhabihu nzuri ambayo tumeitoa mbele zake, bali ni kwa sababu ya upendo wake juu ya maisha yetu. Kwa hivyo ni siku nyingine nzuri tu, ameangaza nuru yake juu ya maisha yetu. Kwa hivyo mahali ambapo ulipo, nataka nikutakie neema ya Kristo, upendo wa Kristo uwe juu ya maisha yako, neema ya Kristo ikaweze kukuzingira kwa jambo lolote ambalo nalolifanya, kwa hali yote ambayo utakaojipata katika siku hii, katika msimu huu, watu tukufu wa Kristo kaweze kukutosha katika maisha yako, maana wewe ni mteule wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, umetupa nafasi nyingine katika siku ya leo, umeangaza utukufu wako juu yetu, Yesu Kristo, nasi katika mioyo yetu katika siku ya leo tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ni mwaminifu Yesu, na ni katika Kristo Yesu aliye Bwana wetu amen, mwombezi wetu. May god bless you. Mungu wa baraka kubariki sana na kutakia siku yenye baraka. Utukufu wa Kristo uwe pamoja na wewe, amen.